Wanyuma mwiko. Lakini sababu ya pili, tumekuja kuwanyamazisha wale ambao wanaitwa semanile simu kidogo anakimbilia kula moja ya mazumuni, wanaamini kwamba Simba anaweza kupata matokeo mabaya, ili wao wafanyeje, wapate kusema. Lakini sababu ya tatu, tumekuja kumfunga kocha mwenye jeuri Oyo! tumekuja kutoa adhabu kwa kocha mwenye jeuri. Zamira yetu na nia yetu si kutoa adhabu kubwa kama hii, lakini kocha wao Meki, kwa sababu alishiriki kufanya kampeni kutuhujumu juu ya hii mechi, kutangaza wao wao leo wa hawaji baada ya kuja na kuwaona. Na ndio maana tukaamua kupeleka kipigo cha mata mwizi. Tunamwambia Meki tunamheshimu, lakini pia naye Meki awe na Meki adabu na Simba Sports. Yes. Simba, Simba ni klabu kubwa, unapokuja kucheza na Simba lazima unakuja kucheza na mkubwa na kumbukumbu mkubwa, kumbu, ipo mechi ya kwanza, nalalamika sana Meki kwa sababu tumemfunga goli moja, tulimfunga goli moja kwa sababu staalabu, najua kuna muda mwingine mpira lazima muheshimiane kati ya timu na timu yes. Akalalamika akasema maneno ambayo hayastahili kusemwa. Leo mtafuteni Meki mkamuulize ameonewa. Kuna watu walisema wakati tunacheza na TMA wakasema performance yenyendo hii, walikuwa na haki wasilete mechi kati ya nani, Simba na Yanga? Ndio mlisema waandishi, baadhi yao semanile walisema, lakini sisi hatuwezi kupeleka dozi kubwa kwa mtoto mdogo kama yule. Nendeni mkawaambie sisi sio vilima. Sisi, sisi. sisi. sisi. sisi, ni people tutakutana sasa Kisugu, kama mlikuwa mna uwezo wa kushinda goli sita kwa Dodoma Jiji na mtani umogopi, sasa kwa nini msiende kwenye mechi? Mpira unachezwa na kanuni, mpira unachezwa na taratibu. Haiwezekani kwa sababu una uwezo, mtu aingize wachezaji uwanjani kumi na tatu ucheze kwa sababu una uwezo, eti mwandishi. Mpira unachezwa na kanuni, kwa hiyo sisi tunaheshimu mpira na tunaheshimu kanuni ambazo zilizowekwa. Ukitizama barua yenu, mlikuwa mmeshatoa maamuzi kabisa. Brother, mtu kala sita hapa. Mimi nafikiri maswali yako yalenge hapa. Hii historia inatengenezwa leo kwenye ligi ya NBC. Hakuna mtu aliyepiga sita bila nani? Kibu Denis sasa anapiga mbili leo. Nyinyi ndio mlikuwa mnaoji vipi afungi? Mbona leo mmoja Kibu Denis sikafunga wao? <coughs> nakimbilia nyuma mwiko tu nyuma mwiko tu, mechi ya dabi why. Na assist ametoa kibodi Mane, ndio mechi Kibu Denis siuliza Tuzungumzie performance ya wachezaji wetu wa Simba. Wamecheza vizuri, tunawapongeza, wametupa starehe. Tumefuturu futuru ya halali kifika saa kumi na mbili <todos> alafu bahati nzuri niwaambie, waandishi, wana Simba tunajiweza na ndio maana si futuru, tunatumia uwezo wetu. Wana Simba mmefurahi, tukufurahi <todos> <Tumefry! todos> <todos> <todos> hii ni historia inawekwa. Waandishi, nende mkaseme kwenye ligi ya NBC kwenye mechi 21 ndio yeah. timu pekee tumeruhusu magoli manane, kwenye magoli manane magoli mawili mistake tumejifunga wenyewe. Yeah, <tos> <tos> <tos> Semeni, Ali Salim kiwango chake na kizungumziaje leo hii? Alicheza mechi ya Coast TMA na hii ya leo lakini pia ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Ali Salim, goalkeeper namba moja wa timu ya taifa wa Tanzania <tos> <tos> wa Tanzania milioni tukiongozwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu. Ukija katika mpira wa golkipa namba moja ni nani? Ali Salim. Kwa hiyo mi naamini ni mchezaji mzuri, ana uwezo mkubwa, na kila mmoja ameona. Mechi ya pili anapata clean sheet moja, si CRDB Federation Cup mbili, ligi NBC. Tuna enjoy Ali Salim, tunaye.